Na Rais Magufuli, Mungu aiweke roho yake mahali pema, akaanzisha mradi mkubwa kabisa unaitwa bwawa la Nyerere kule m ile bwawa. Walisema sasa ameondoka, mama Samia amelipokea, liko asilimia thelathini. Hivi navyoongea sasa liko asilimia mia. Sasa hivi umeme unaozalishwa nchini ni mwingi kuliko mahitaji. Na jana wameniambia ma, mashine zilikuwa tisa sasa wana, wanazima tano ili ubaki ule unaohitajika kwa sababu huwezi kuwa na umeme hautumiki. Lakini mahitaji yakiongezeka unawasha. Haujengi tena. Kazi inaendelea haiendelei. Yeah, yeah. Mtu mwingine anaweza kusema umeme wao ni wa nini lakini wewe si unao umeme mpaka nyumbani kwako. Usipo uzalishi utafika utaaragiza, maana hatu ukizimika tu kwa bahati mbaya unalalamika, sehemu hizi ukikosa kabisa. Kwa hiyo kazi imefanyika, na ndio msingi uliofanya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ukasema Samia, Samia ikamotemba zkazkmtmungmiani fayjanfanyamas tukamuuliza sheria inasema lazima tufanye Mei mwezi nanari kwenye kati. Hakuna hoja basi. Lakini kwa sababu tumetoa uhuru wa kusema, hata unaweza kusema. Na nalo ndio lako, na wewe sema, si basi. Ukweli ni kwamba mkutano mkuu ulifanya uamuzi uliotokana na ripoti zilizofika kwenye mkutano ule juu ya kazi iliyofanyika kwa miaka mingi, miaka mingi. Kwa hiyo kazi yangu mimi na kazi ya wenzangu wote tunakuja kuwaomba ndugu zetu wa mbele, mwelewe kwamba kazi ndiyo kazi na utu, na hiyo kauli yetu mpya inasema kazi na, na, na ono, utu halafu tunajiguje tunasonga mbele. Kwa sababu kazi ya kujenga na kuleta maisha bora haina mwisho. Kauli mbiu tu ndio inaweza kubadilika, kazi ile ile. Sasa hayo ndio mambo tunakuja kuambie. Lakini mwenyekiti, umesema jambo kubwa kweli juu ya chama chetu. Unajua, msipokumbushana wakati mwingine mnaweza kupotea njia maana hmm, mwingine anaingia chama anala kwake eh, anasema mimi lazima chama hiki niongoze. <laughs> Akikosa anakuwa tatizo. Sasa eh, wewe mwenzetu, kama unataka vo mwe, vya kwako tu uanzishe duka lako hii <laughs> <Please. Please, laughs> duka la wote. Na wenye kuuza wanabadilika, leo yule kesho lakini <tune> <tune> tuna shida ndani ya chama, tunaacha kazi yetu ya kujenga chama chetu. Tuna matatizo ya wakulima ya wa, ya wa, ya wa wa chai pale, wanasema hawalipi pesa. wilaya gani ile Rungwe kini ukienda kwenye miniki za Rungwe za sisi, sina hata kama unaweza kukuta mahali wamejadili mambo ya wakulima lakini unaweza kukuta wamejijadili wenyewe, mwenezi alala wapi, mwenyekiti siku hizi sijana kaa. hayo ni mambo ya chama kweli. Uunde chama kikubwa na namna hii kinashughulika na hayo mambo tume binafsi tu. Na nataka vikao vyetu vya chama vizungumze matatizo ya wananchi, narudia chama vikao vyetu vizungumze <coughs> hmm. Si tukombea mjini, tuna machinga, tuna bodaboda, tuna wananchi wanafanya biashara zao ndogo na kubwa kubu <coughs> wana matatizo hawa, tuzungumze matatizo ya hawa ili wajue kumbe ukitaka ukiwa na shida mahali pa kukimbilia ni wapi. Sisi mambo ya yeah. mtu hmm. <laughs> <laughs> hey, ya binafsi yalala wapi? yanahusiana nini na chama cha mapinduzi <laughs> yeah. kamati ukienda uchaguzi moja, ukiisha uchaguzi hata uishi akishinda mwenyekiti hapa, yule aliyeshindwa ananuna miaka mitano eh? Madaktari wanasema ukinuna miaka mitano utapata ugonjwa wa moyo, utakufa bure. Lazima <laughs> ukubali matokeo <laughs>. Lakini sasa kwa sababu hatukubali matokeo, huyu anasema mimi hawa ni watu wangu, sasa waliniunga mkono eh, walikuunga mkono wakati hujashindwa. Hawa ni watu wa, wa Mungu, halafu ndio wa sisi. Sasa wewe, wewe unasema ni wakwako. kwani uliwaumba? watu wameumbwa na Mungu, unasema ndio wakwako. wakwako na matajizo kweli? Tuwache hiyo, sisi ni chama cha siasa, na kitu kingine ambacho kinafanya mambo yetu yanakuwa magumu, amekisema mwenyekiti, chaguzi zetu zimejaa rushwa. Kwa hiyo mtu anasema sasa amekushinda afu anasema anirudishie hela zako, kwani <laughs> <laughs> uli, uli, uli mkopesha wewe mwenyewe umejituma ukaacha kununua mboga ukaenda kununua kura. Kura zimepungua unasema wakurudishi uliwe ni benki ulimkopa. Na hayo ndiyo yanafanya majungu yanakuwa